Ewe mtumiaji wa huduma na bidhaa za mawasiliano, unaposajili laini ya simu, zingatia kuwa isipotumika kwa siku 90 mfululizo itaondolewa kwenye matumizi na kugawiwa kwa watumiaji wengine. Toa taarifa kwa mtoa huduma wako endapo na sababu za kutotumia laini yako, kama vile kusafiri nje ya nchi ili kuepuka kufungiwa. Iwapo ndugu au jamaa amefariki, msimamizi wa mirathi ana wajibu wa kutoa taarifa kwa mtoa huduma ili laini ya aliyefariki ifungwe ipangiwe matumizi mengine. Mtoa huduma hatasitisha matumizi ya laini ya simu ambayo haijatumika kwa muda wa siku 90 mfululizo endapo mtumiaji wa huduma ametoa taarifa kwa maandishi kuwa laini yake haitotumika kwa kipindi cha mfululizo wa siku 90 hadi mwaka mmoja. Mtoa huduma atalazimika kuitunza laini hiyo ya simu. Kumbuka, namba ya simu ni rasilimali adhimu ya mawasiliano. Endapo hautumii tena Toa taarifa kwa mtoa huduma wako ili ipangiwe matumizi mengine.